Kuna dada mmoja alikuwa ana mbwa mzuri tu tena mwenye mafunzo ya kijeshi, ambaye ni mkali, anawinda, anafukuza wezi, anasikiliza pia, ananyenyekea. Yaani, mpaka yule dada anapoenda kwenye mizunguko huko mtaani, anamwacha mtoto wake na mbwa huyo, na akirudi nyumbani anakuta mtoto amecheza na mbwa kwa usalama tena mpaka wamelala. Kuna siku sasa, dada alienda sokoni kufanya mahitaji ya nyumbani na alipofika sokoni, mambo yakaingiliana. Alirudi nyumbani jioni. Kufika nyumbani, akakuta hali si shwari, nyumba imevurugika, kila kitu hakipo sawa. Na alipoingia chumbani kwa mtoto, alikuta damu nyingi sana na kitanda cha mtoto kile cha kubembea. Mtoto hayupo, ila nguo zote na kitanda vimelowa damu. Mama akaamaki kuna shida gani tena? Kukaa kidogo, anamuona yule mbwa anatoka chini ya uvungu wa kitanda akijilamba damu, tena anatikisa mkia kuashiria ni mbwa ambaye ametoka kula msosi, kwani mwili mzima wa mbwa ulikuwa umelowa damu. Basi mama kwa hofu, kwa kuwa akumuona mtoto, akajua basi mbwa ndiye amekula mtoto wake, hivyo alichukua hilo kuni, siyo chuma, alimpiga yule mbwa kichwani na yule mbwa alikufa pale pale. Mama sasa kwa huzuni akasema, mwanangu! Akawa anatafuta ushahidi wowote ule, hata kucha, ili aende kamstili mtoto wake, ndiyo atakuwa amelizika ha. Anashituka mtoto tena anatoka uvunguni mwa kitanda akiwa amelowa damu. Mama akaona, he, hii mbona hatali? sasa kuna nini? Kwani kuchungulia uvunguni mwa kitanda eh bwana eh, ndio anakutana na machatu matano, hapo uvunguni mwa kitanda, yaani kumaanisha kulikuwa kuna vita kubwa kali kati ya mbwa mmoja mwenye mafunzo ya kijeshi na chatu watano wakubwa. Angalia yule mbwa alichowafanya wale nyoka, aliwatenganisha vichwa na viwiliwili, kila sehemu kiko upande wake. Ndio yule dada akashtuka kuwa ameshindwa kuwa mvumilivu kama mke wa mlevi ame ametumia hasira za haraka na gazabu alizokuwa nazo ameua ulinzi suti sasa leo lazima niwapime mwisho wa mwaka huu mbona mtarudia ujinga tena mwaka elfu mbili ishirini na tano ni mara ngapi sasa tuna wahukumu watu kwa maneno mabaya na kuwafanyia vitendo vya uovu bila kutoa muda wa kulitathmini hilo jambo na kuchunguza haya wewe sasa naye kupima suti na kuombea kwa mungu kwa neema yake akusamehe makosa yako ambayo unayafanya bila kujua ama kufikiria lakini bado anakupenda na anazidi kukupa neema ya uhai. Bwana wewe emkwa, pamoja tuungane hapa tuseme, Mungu atusamehe makosa yetu na atubariki mwaka 2025. haiishi aiishi mpaka iishe, tumenua utumbo sasa. Tunaanzaje kuogopa nzi, wakati usiku wapo au nzi, alafu mchana kuna mbu, vice versa is true.